Ndoto ya Oli ya mbuni kuruka. Oli mbuni alisimama kwenye nyasi. Alitazama angani juu. Tai walipaa na mabawa mapana. Oli alitamani angeweza kuruka pia. Na kwote, kwa nini siwezi kuruka? Na quote, Oli alipumua. Aero tai alizunguka juu juu. Na quote. Una nguvu kwa njia zingine. Na quote, Aero alisema. Lakini Oli bado alihisi huzuni ndani. Nia yule pundamilia alikimbia kwa furaha na quote. Oli, jiunge nami katika mbio. Na quote. Alita. Oli akatikisa kichwa taratibu. Na quote. Siwezi kuruka. Mimi sio maalum. Na quote. Kitomerkati iliibuka kutoka chini na koti. Unaweza kukimbia haraka kuliko mtu yoyote na koti, alisema Kito. Oli aliinamisha kichwa chake kimya kimya kimya kimya. Na koti, lakini kukimbia sio kuruka. Na koti alinona alama ya reli thelathini na tisa ona. Asubuhi moja ya jua hatari. Ilikuja haraka. Duma mkali alinyemelea nyika. Wanyama wadogo waliotawanyika kwa hofu. Nia na Kito walitetemeka kwa pamoja. Duma aliruka kwa makucha makali. Nia alilia, tusaidie, Ollie! Moyo wa Ollie ulipiga kama ngurumo. Alinyosha miguu yake mirefu kukimbia. Ollie alikimbia katika uwanda mpana. Vumbi lilitiririka chini ya miguu yake yenye nguvu. Nia na Kito wakamfuata haraka. Duma alijitahidi kuendelea. Ollie alikimbia kuelekea kilima chenye mawe. Aliongoza marafiki zake juu ya mteremko. Duma alipunguza mwendo, amechoka na hasira. Kila mtu alifika mahali salama pa juu. Mia alimkumbatia Oli kwa raha. Kito alishangilia, umetuokoa, shujaa. Hata Aero aliita kutoka angani. Unaona, zawadi yako ni kasi yako. Oli alisimama mrefu na macho angavu. Hakutamani tena mabawa. Na quote, naweza kulinda savana kwa miguu na quote, Ollie alijisikia fahari na kujawa na furaha.